Ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa Kusini Unguja. Kwa miaka mingi wananchi wa kisiwa cha Uzi walitegemea vivuko kuunganisha Uzi na eneo la Ng'ambwa. Wakazi wa maeneo hayo wamekuwa na changamoto ya usafiri na njia kwa muda mrefu sasa, hadi kupelekea vifo na kuchelewesha bidhaa masokoni. Lakini Chama Cha Mapinduzi CCM kupitia ilani ya mwaka 2025 2030 kimeahidi kujenga daraja litakalounganisha Unguja Ukuu na Uzi, Chwaka na Charawe. Madaraja haya yataondoa changamoto za usafiri wa boti na kuongeza kasi ya maendeleo ya kisiwa cha Uzi. Barabara kuu za kisasa ambazo ni Chwaka hadi Kiwengwa, Tunguu hadi Makunduchi zitakuwa za kiwango cha juu zikihimili mzigo mkubwa wa magari na kurahisisha safari za kila siku kwa wananchi. Sambamba na kujenga uwanja wa ndege wa Paje utakaohudumia ndege ndogo zenye uwezo wa kuchukua abiria sabini. Kukamilika kwa mikakati hii kutaboresha usafiri na kuunganisha vijiji na miji mikuu, kupunguza muda na gharama za safari, kuchochea biashara na utalii kwa fukwe na maeneo ya kitalii, kuimarisha mshikamano wa jamii Kupitia mawasiliano ya, ya haraka na kufungua fursa mpya za kiuchumi kupitia uwanja wa ndege. Oktoba tunatiki.